kila tunaposikia taarifa ya jeshi la polisi kuhusiana na masuala ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto mioyo yetu inaumia ni taarifa ya jeshi la polisi kutoka mkoa wa pwani wilaya ya kisarawe ambayo imeeleza kwamba kijana mwenye umri wa miaka 32 tanganyika masele mkulima ameweza kumuua mke wake pamoja na mtoto wake kwa kuwakata na kisu chenye ncha kali shingoni mwao. Taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kwamba tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2025 majira ya saa saba mchana bwana Masela alitekeleza tukio hili la kinyama na kisha kuwatupa katika bwawa lililo karibu yao. Hakika ni tukio na mauaji ya kutisha yanayoendelea katika mitaa yetu na jamii zetu. Mtaa Salama, tunaposikia matukio kama haya, tunazidi kujiuliza, je, ni huruma imetutoka? hofu ya Mungu hatuna tena? au ni kitu gani kinachosukuma mpaka watu kutekeleza mauaji ya kinyama na katili kama haya? Tunapaswa kubadilika, tunapaswa kufuata sheria na utu. Tunatambua kwamba katika familia zetu migogoro na migongano haikosi lakini mauaji na ukatili na no unyenyesaji wa kijinsia sio suluhisho bora. Tunao ndugu, tunao viongozi wa dini, tunazo idara za sheria na haki, tunao wajibu kuhudhuria, kuhakikisha kwamba suluhu njema bila maumivu, mauaji zinapatikana. Matukio kama haya aliyoyafanya Tanganyika yapo katika mitaa yetu na jamii zetu. Tunapaswa kushikamana kwa hali na mali. Komesha vitendo hivi katika nchi yetu, amani itawale, upendo uzidi, vitendo kama hivi visiendelee kuitokeza. Tunaombea kwa pumziko la amani marehemu wote waliokumbwa na tabia hii, lakini adhabu kali itoke kwa Bwana Masele ili wengine wajifunze. Kisarawe na maeneo mengi, ukatili hauna nafasi. Paze sauti zetu, pinga